Mwinyi, rais wa Zanzibar, mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kamanda mkuu wa idara maalumu za SMZ, kwa mamlaka niliyopewa kwa mujibu wa kifungu cha 123 cha katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 na kanuni ya tano kifungu kidogo cha pili kanuni ya tume ya utumishi wa idara maalum za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 2008, na watunuku kamisheni katika cheo cha luteni usu kwa JKU na KVZ, kuanzia leo tarehe 26 Juni 2025. Mwenyezi Mungu awasaidie. Nachukua fursa hii kuwapongeza maafisa wapya wote kwa kukamilisha mafunzo yenu na kuweza kutunukiwa kamisheni. Hakika kufuzu kwenu kumetokana na bidii na nidhamu mliokuwa nayo wakati wote wa mafunzo haya. Mkiwa maafisa wapya, nawataka mwende katika maeneo yenu ya kazi, mkatumie yale yote mliyojifunza hapa chuoni na kututhibitishia kivitendo kwa imani yetu kwenu juu ya uwezo wenu ilikuwa ni sahihi. Aidha, nawataka mkasaidiane na viongozi wenzenu kusimamia nidhamu na kuongeza ufanisi katika majukumu yenu na kufanikisha majukumu ya msingi ya idara zenu. Kutofikia malengo haya ambayo naamini ndiyo yalikuwa malengo ya mafunzo mliohitimu leo, hamtokuwa mmeizidishia idara zenu wala serikali yenu ambayo inatarajia mabadiliko makubwa ya kiutendaji. Napenda mzingatie kwamba serikali inazitegemea sana idara zake hizi maalum katika ulinzi wa nchi yetu na utekelezaji wa miradi yetu mikubwa ya maendeleo na shughuli nyingine mbalimbali. Mbali. Kwa sababu hiyo ni wajibu wenu kwenda kutumia maarifa na taaluma zenu mlizopatiwa hapa ili kuziletea idara zenu maendeleo na mabadiliko ya haraka. Elimu mliyoipata ni kuongezewa uwezo wa kufikiri, kupanga, kushauri na kutekeleza yale mambo yatakayoharakisha maendeleo katika maeneo yenu. Hapana budi kuitumia elimu hiyo vizuri kwa mujibu wa sheria, kanuni na amri za kudumu za maeneo yenu ya kazi katika kuwasimamia na kuwaongoza wafuasi wenu katika kutekeleza majukumu yenu, yeah. Mimi binafsi wazo langu ni kwamba tunahitaji academy, military academy yenye viwango vya kimataifa. Kwa hiyo nalipokea ombi hili la kwamba serikali ifanye sasa utaratibu kwa kuwahamisha wananchi waliojenga maeneo haya kwa kuwalipa fidia, lakini vile vile tujenge miundombinu ya kisasa ambayo itawezesha chuo hiki kuwa ni chuo chenye viwango vya kimataifa. Ahadi yangu ni kwamba tutaifanya serikali itafanyia kazi jambo hili, ili kama anavyosema mkuu wa JKU hapa kwamba isiwe tu kozi hizi kama hii iliyofanyika kwa dharura hapa kuwe ni kit, eh, kitovu cha kuandaa makamanda katika vikosi vyetu. Kozi hii iliamuliwa kuendeshwa baada ya kuwepo mahitaji ya maafisa katika maeneo tofauti ya kazi katika idara zenu, maeneo ambayo yalihitaji watendaji wenye weledi, na kwa sababu hiyo kozi hii ilionekana kuwa ni njia mojawapo ya uharaka ya kupata watendaji wazuri na wenye sifa za kielimu. Hivyo sina shaka kwamba wahitimu hawa watapangwa kwenye maeneo husika ili kuondoa changamoto iliyokuwepo. Tukushukuru kwa dhati kabisa, katika wakati ambao idara maalum za SMZ zimepata mafanikio, zimejengeka katika kila namna kwa nidhamu, weledi na utayari. Ni wakati wewe ukiwa kamanda mkuu wa idara maalum za SMZ. Tunakushukuru sana. Mafunzo haya ambayo yamechukua takriban mwaka mmoja, ambayo leo umeyahitimisha kwa kutunuku kamisheni, ni kielelezo tosha ya hilo ninalolieleza, kwa maana idara maalum hizi sasa zinajenga uwezo wa kuwa na viongozi bora ndani ya idara maalum hizi za SMZ ambao wamewiva katika nyanja zote ikiwemo utayari wa kulinda amani ya nchi yetu. Kozi hii ilifunguliwa rasmi tarehe 12 Agosti 2024 na Brigade Kamanda wa 101 kundi la vikosi Brigadier General Said Hamid Said ikiwa na wanafunzi walioanza kozi hii ni 171. Mpaka kufikia leo ambao umewavisha kamisheni leo hii tulionao ni 164, wa kiume 134 na wa kike 30, wenye sifa za elimu mbalimbali. Tuna wenye sifa za master wako watatu, digrii wako 88 na diploma wako 73.